Mwalimu Kano Betram Sakare ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi yetu, Gumbiro. Tunatoa pongezi kubwa kwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha kutupatia miradi wa vyoo pamoja na madarasa. Lakini pia katika shule yetu tumeendelea kufanya vizuri kitaaluma, ambapo tumeweza kufaulisha kwa asilimia mia moja kwa wanafunzi wote kuweza kufaulu mtihani wa darasa la saba kuelekea kidato cha kwanza. Aa, katika halmashauri kiongozi tuna wanafunzi kuna shule thelathini na tatu lakini shule yetu imefanikisha kushika namba moja kwa maana kwamba tumefaulisha kwa asilimia mia moja. Jumla wanafunzi walikuwepo 35 ambapo walikuwa watoto wa kike 18 na watoto wa kiume 17. Ah, mafanikio makubwa haya ni pamoja na kuwa na miundombinu rafiki ya usomaji na ujifunzaji wa watoto lakini pia walimu kujituma zaidi katika ufanyaji wa kazi. Ilikuwa tunafanya shughuli za masomo muda wa ziada kwa watoto lakini pia tumekuwa tukifundisha hata kwa zile nyakati ambazo walimu wanaanza kipindi saa moja kamili asubuhi. Kwa jitihada zote zimesaidia kutufikisha hapa. Rai yangu kwa shule zingine kiongozi ni kwamba wajitahidi kufanya kujituma, kufanya kazi kwa bidii. Sisi tunaamini katika uutu, kufanya kazi kwa bidii ndo chanzo cha mafanikio.